Na tizama au ndugu zetu hadana Allah wa iyahum, katika ahlul bid'ah utaona ikifika tarehe ishirini na saba Rajab wao husherehekea, wakasema hii ndio siku ya al-Isra wal-Mi'raj, pamoja na kuwa ahlul ilmi wataja kuwa haijulikani tarehe yake wala mwezi wake ni upi wala ni kumi lipi katika ule mwezi. Hakuna anayejua katika wanavyoni wote, wasema hili jambo halijulikani limetokea lini, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishiria kuwa kuna sherehe yoyote katika usiku wa Israa wal Mi'raj, wala hakuna sahaba yoyote pia aligusia kuwa kuna sherehe katika usiku fulani tarehe fulani, wala tabi, atba'u tabi'in, hili jambo hawakulitaja wala hawakulishughulikia. Hawa jamaa husherehekea, lakini kuna mambo muhimu ambayo watakikana wayasome katika usiku kama ule wameyapuuza. Kwa mfano, wewe muulize khurafi yoyote, Allah Atakuambia kila mahali. Kama kuna watu ambao wamempoteza mola wao, hawajui yuko wapi, ni hao. Hajui mola wake yuko wapi, muulize yuko wapi Allah atasema kila mahali. Yuko kila, ma kila mahali wapi? Yuko ma mahali mahali, hakuna falsafa nyingi. Hii hadithi utasemaje? Hadithi mwasherehekea Isra al-Mi'raj, sijui wamwazungumza nini, mtume sana alikwenda kufanya nini kule juu? Kwa nini aende mpaka juu na Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali? Ingekaa tu hapa chini

bila ya wasita wa Jibril alayhi salatu wassalam, moja kwa moja akasikia maneno ya Allah subhana wataala. Kishakuwa Allah subhana wataala iko wapi? Iko juu. Hili ni katika mafunzo muhimu sana, hili ni katika mafunzo muhimu sana kuyasoma katika tukio la Israa wal Mi'raj.